Saizi insha allah tutaongea maqamu shukr, wakati ambao kwamba imam katika dua Kumayl anasema wa antuzini shukrak, na unizindue kukushukuru. Sasa ya kwanza kabisa tutaweza kuongea kuhusiana na baadhi ya nukta katika neno hii ambe kwamba ya kwanza kabisa imam ametumia antuziani, antuziani maana yake unizindue, na unizindue. Sasa kunizindua kivipi? Tuuzi imetokana na fiil, kitendo ambacho kwamba ni cha kilichopita, ambacho kwamba ni sawa na useme au zaa auza nile alizindua sa, katika masdari yake yani, katika asili ya kitendo ni iza. Iza ni kuzindua ambayo kwamba maana yake ni al ilham, ni ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kukupatia nguvu fulani na kukupatia ujumbe fulani ambayo kwamba sio wahi ya kwamba unafaa ufanye hivi sasa <coughs>

Nakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema kwamba wa qalilum min ibadi yashkur, na wengi wa, nafwa, na wachache katika waja wangu ni wenye kushukuru. Yani wachache inamaanisha waja wengi sio wenye sio wenye kushukuru, lakini waj, waja wachache ambao kwamba wanamfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wanamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ambao kwamba wanaomshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tutaweza kurudi katika maneno ya al-Alama al-Majlisi. Al-Alama al-Majlisi al ndiye ambaye kwamba ni mwandishi wa kitabu ambacho kwamba kinajulikana kuwa ni Biharul Anwar, ambaye iko na juzuu nyingi, na ameongea kuhusiana na mambo mengi kuanzia Nabii Adama alaihi salam, na katikati akaongea kuhusiana na hadithi mbalimbali mbali, mpaka mwisho akaongea kuhusiana na maadi. Sasa Al-Alama Al-Majlisi Baqir Al-Majlisi anasema kwamba kuhusiana na shukr, nini maana shukr, wakati ambapo kwamba tunaongea kuhusiana na shukur, nini na shukur. Nini ni nini maana yake, anasema kwamba ashukru ni al-i'tiraf, ya kwanza ni kujua kutambua, al-i'tirafu bin ni'ma, yani ni kujua na kutambua neema fulani dhahiran neema ile iwe inaonekana, wabatinan na neema ile ima inaonekana au isionekana. Hivyo ni mja kutambua neema, sio peke yake kujua neema, bali anasema wa maarifa tu almunimi, na pia kujua yule ambaye kwamba ananeemesha, sio kujua tu neema peke yake la bali pia ambaye kwamba ananeemesha. Kisha anasema wasarfuha, na kutumia hiyo neema, utumizi wa hiyo neema fima amara bihi, kutumia ile neema sehemu ambayo kwamba ameamrisha. Kwa hivyo hiyo ndio taarifu ya shukur, kutambua neema. Hapa kuna mambo matatu ambayo kwamba tunafaidika kabla tujendelea katika hii taarifu, yani katika maelezo haya, ya kwanza kabisa ni kujua neema, ya pili ni kutambua yule ambaye kwamba anayeneemesha, ya tatu ni utumizi wa ile neema sehemu ambayo kwamba inastahiki au sehemu ambayo kwamba yule anayeneemesha ameamrisha. Nakumbuka katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akisema thumma latusaluna yawma idhin anin naim. Tukumbuke kwamba pia Imam ee, Ali katika Nahjul Balagha kuna maneno yake mazuri sana, akisema kwamba ad-dunya awwaluhu ana, yani dunia mwanzo wake ni tabu, alafu mwisho wake ni kisha, akasema katika halali yake ni hisabu na katika haramu yake ni adhabu. Yaani, katika neema mwanadamu utahesabiwa na ukiasi hiyo neema pia utakuwa ni mwenye kuadhibiwa. Sasa ni lazima wakati ambapo kwamba wewe kama ni mumin utambue mambo hayo matatu. Kisha kuna riwaya ambayo kwamba saizi tutakuwa ni wenye kutaja, ambayo kwamba inaongea kuhusiana na hiyo shukr Imepokewa katika riwaya kuwa shukru neema, katika maana nyingine, kushukuru kushukuru neema. Allah manake, yani ya Allah subhanahu wa Ta'ala, yani ni nini maana yake? Ni ijtinabu lmaharim, yani ile hali ya kushukuru wewe, kushukuru neema. Bado tuko katika maelezo ya hiyo maana shukuru. Anasema shukrun neemati, yani kushukuru kushukuru neema ni kufanya nini? ijtinabu lmaharimi ni kujiepusha na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Maulama wetu wameweza kugawa shukur mara tatu, yani kushukuru wameweza kuigawa katika njia aina tatu. Wakati Imam akisema katika, katika, eh, katika hii kipande wa antuziani shukrak, sasa shukr hii ameweza kugawa mara tatu, yani maula wetu ameweza kugawa mara tatu. Kuna ashukru lqalbi. Shukuru lqalbi ni shukuru ile ya moyo, kushukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, ile moyo wako, si wewe, sio siwe jawarih, yani sio viungo, bali ni moyo wako kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba ndio ngumu zaidi. Wakati mwingine sisi tuna neema, lakini tunakufuru wakati mwingine tuna neema lakini, moyo wako, hata kama ile neema ni halali, lakini roho yako inakwambia wacha mimi nifanye ni, ni, ni mambo mengine. Sasa ashukru lqalbi, ambaye kwamba ndo ngumu zaidi, ni moyo wako kuwa ni yenye kushukuru. Pili tuna ashukru lisani, shukur ya ulimi, ambaye kwamba wao huwa na kushukuru kwa ulimi. Ni nini? al-i'tiraf ni kujua na kutambua, wal iqrar, na kukiri ulimi wako ikiri, bin neema, ikiri kwamba hii ni neema kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala na sio kutoka kwa mtu yoyote yule. Kisha ashukuru la amali, ashukuru la amali ni ile kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kuifanyia tatbiq, yani kuiweka katika ulimwengu wa nje viungo vako viifanyie kazi fikra yako ifanyie kazi na vingine sasa. Ashukuru la amali wahuwa hi shukuru la amali nini? Antasrifaha ni kutumia hii neema fima amara bihi, kwa yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angalieni, ameweza kuongea na nabii na Nabii Musa alayhi salam akisema fima auha ila Musa, akimwambia Nabi Musa, ya Musa, e Musa, ushkuruni haqa shukri, nishkuru mimi haki ya kunishukuru. Faqal Nabi Musa akasema kwamba ya rab, e Mola, wakaifa ashkuru lak haka shukrik, vipi mimi nitakuwa ni mwenye kukushukuru wewe haki ya kukushukuru Walaisa, na sio kwamba, na sio, walaisa min shukrin ashkuruk, na sio katika shukrani ashkuruk, illa wa anta an'amta bihi alai, hakuna shukrani ambaye kwamba nitakushukuru illa nitakushukuru kwamba wewe ndiye ambaye kwamba umenemesha, wewe ndiye ambaye kwamba umenipatia kila kitu, wewe ndiye ambaye kwamba umeninemesha kila kitu ambacho kwamba niko nacho. Qal, Mwenyezi Mungu akasema Alana saizi shakartani, saizi umenishukuru kwamba hakuna shukrani ambayo kwamba takushukuru ila shukrani ya kuninemesha, kukunemesha wewe. Hakuna shukrani ambayo utaka, uta, shukuru, shukrani ambayo kwamba kwamba utanishukuru ila shukrani ya kwamba umenipatia hiki na kile, nimekupatia hiki na kile na kile, hiyo ndio shukrani. Kwa hivyo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mandugu zangu, ni lazima tuangalie katika moyo wetu, je, moyo wetu inasema nini ubawa je, amalia katika kazi zetu za kila siku. Aeew akasema unizindue nisio ni mwenye kughafilika katika neema ambayo kwamba